Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera wamebainisha uwepo wa ongezeko la vitendo vya utoro wa wanafunzi shuleni, huku sababu zikielezwa ni kutokana na wanafunzi hao kutembea umbali mrefu na mvua zinazoendelea kunyesha kwa sasa. Wameyasema hayo katika kikao cha kuwasilisha taarifa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kata za wilaya ya Biharamulo ya robo ya tatu ya mwaka ambapo wameongeza kuwa pia utoro mwingine unakuwa ukisababishwa na wazazi wanaowazuia watoto wao kwenda shule kutokana na msimu wa kuvuna mpunga. Katika kutatua changamoto hizo, Mwenyekiti wa Halmashauri ya wilaya ya Biharamulo Leo Rushahu amesema kuwa tayari serikali kwa kushirikiana na halmashauri imeanza na inaendelea na mikakati ya ujenzi wa shule mpya katika maeneo hayo na kupanga kuwasiliana na Wakala wa Barabara za Mjini na Vijijini, TARURA kwa ajili ya kukarabati barabara zilizoharibiwa na mvua ili kisiwe kikwazo cha wanafunzi kutohudhuria masomo. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya utoro ina sura nyingi. Kwanza kwa, kwa mfano ukiangalia eh, shule ya msingi Migango, watoto wanatoka zaidi ya kilomita saba kutafuta shule mama, ambayo shule ya msingi Migango. Moja ya jitihada ni kwamba E, tumechukua hatua e, nafikiri nafahamu Mwenyekiti kwamba tunaanza tuna ujenzi wa shule mpya Kamlanda kwanza ili kupunguza um, mtoto kutembea mbali mrefu, lakini pamoja na hayo, wale wote ambao wamesajiliwa shule msingi Mgango e, tumekubaliana mtendaji wa kijiji ama mtendaji wa kata awasani watendaji wote wa vijiji na, na wakuu wa shule na walimu wakuu kwa ajili ya kutoa takwimu za wale wote ambao ni watoro ili kusudi waweze kufuatiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wanaenda na shule. Lakini pia mwenyekiti, kumekuwa na wimbi la watu kuhama bila taarifa. Watu wanahama na hawatoi taarifa kwa kwenye shule zetu. Kwa hiyo, najikuta mtoto anasomeka kwamba ameondoka ame, ame, ame lakini sisi kwenye taarifa anakuwa bado anaonekana. Nikija shule ya msingi Runazi utakumbuka mwanzoni mwenyekiti kwamba shule ya Munyoro na Runazi ndio inayohudumia Runazi na mpaka Munyoro kwenda kule mbele. Heshima diona kabisa atakuwa na jua ule mbali ule mbali mrefu sana. Tumaendelea nazo kujenga shule mpya ya Mwiroro hizi, idara inajua na, na, na, na mkurugenzi kwamba tukifanya hivyo tunaamini kwamba sahii zitakuwa zipatiwa ufunguzi. Lakini pamoja na hayo, kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba tunaendelea kukutana taarifa zao za hawa ambao ni watoro walejaleja na wale wa kudumu, ili k kuwafuatilia watoto hawa waweze kuendelea na masomo. Kwa mfano kipindi kile cha mvua zinanyesha, nimshukuru mheshimiwa mbunge wetu eh, John Chiweleza. Kabla ya hapo, kuna watoto walikuwa wanatokea shule ya msingi, walikuwa wanatoka maeneo ya Karukwete, na mvua zikiwa zinanyesha, basi palikuwa hakupiti, na kwa sasa hivi tumeshapata daraja, daraja limejengwa. Tunaamini kadri tunavyokwenda utoro utaendelea kupungua, lakini na mwisho tuliendelea kushauri zile kamati za shule wafanye vikao vya wazazi, kuwashauri wanafunzi ya hali halisi ya utoro wanafunzi utoro huko shule ya msingi Rugeso, watoto kweli wako wengi na pale miundombinu inapungua. Na nyingine, mheshimiwa mwenyekiti, ni hali halisi ya wazazi wetu. Wakati mwingine, wazazi wanawapeleka watoto kwenda kupanda mipunga kama katika msimu wa kilimo e. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu juu ya, lakini vile vile itahitaji ufuatiliaji, kwa maana mheshimiwa diwani amesema kwamba shida kuna baadhi ya watoto wanaotoka kata ya Nyabusozi ambao wamekuwa na changamoto kubwa ya, ya kuto kuja shuleni. Mheshimiwa mwenyekiti, labda tutafanya hiyo kazi kwa kushirikiana na maafisa elimu kata wa kata zote mbili kwa maana kata ya Nyabusozi pamoja na kata ya, ya Kabindi ili kuweza kutatua changamoto hii, lakini vile, vile na watendaji wa vijiji pamoja na watendaji wa kata katika kata zote mbili lakini pia yako maeneo ambayo tumeona yanahitaji usaidizi wa haraka, hasa shule ya msingi Kabangani. Kama fedha itapatikana au kwenye bakaa, wale watoto wanatembea mwendo mrefu, basi shule ya msingi Kabangani walau tuanzishe hata kama ni vyumba viwili vya madarasa, basi wale chekechea na awali waweze kuhamia Kabangani. Wale watoto wanapata shida sana, tunahitaji kuwasaidia. Bahati nzuri tulisema Nyabusozibii ndio itaenda kabangani na shule ya kabangani itaitwa Nyabusozibii. Kwa hiyo, usajili upo na tunaweza tuka tukawasaidia wale watoto ambao kwa kweli kuna mdondoko mkubwa, lakini tumeona mdondoko nyakahura, kwa sababu ya watoto kutembea umbali mrefu, lakini wengine tumeona kwamba mvua zikiwa nyingi maeneo mengine hayapitiki, kwa hiyo watoto wanabaki nyumbani.